Nilitaka kusema Mungu ametulinda katika mengi, Mungu ametuepusha na mengi, lakini kipekee sana tangu tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi kupindukia mwezi huu tulionao wa kumi na moja mambo yamekuwa mageni kabisa. Wengine kama mimi sikuwahi kukutana na haya mambo, inawezekana na wewe pia yamekuwa mambo mageni mazito, lakini tunakumbuka jinsi ambavyo Mungu ametulinda nikasema, nawapa pole sana wale ambao wamepoteza ndugu zao, wale ambao wameachwa au wameondoka, e, wame wakaacha watoto, wakaacha wake, wakaacha waume. Basi Mungu aweze kuwapa faraja wale ambao wameumia kwa namna moja ama nyingine. Mungu amewalinda pia. Tusiache kumwomba afya njema, tuwe na siha ili tuweze kuendelea na majukumu yetu. Lakini wale waliopoteza mali pia Mungu aweze kuwalinda na kuongezea vile vilivyopotea, lakini kikubwa sana kuendelea kuomba ili yale ambayo Mungu angekusudia, Mungu amekusudia kutupitisha na tuyafikie, basi asiache kutusaidia, awape viongozi wetu hekima na maarifa. Tuombe Mungu tupate haki, na haki ndio inaleta amani, na Mungu wetu ni mwema. Tunaamini atatufikisha na kutupitisha salama, na baadaye pale kwenye maombi. Tutapata nafasi ya kuomba kama ambavyo kanisa limetuelekeza ili tumwambie Mungu neno kwa ajili ya, ya Tanzania yetu nzuri yenye baraka ambayo Mungu wetu ametupa. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ile kuomba kwa ajili ya taifa. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliyehai, tunakushukuru Mungu kwa kutupa nchi hii ya Tanzania na kutuchagua Mungu tuwe miongoni kwa watu waliozaliwa katika nchi hii nzuri ambayo Bwana umetuzawadia. E mfalme, tunakuomba uendelee, e Bwana, kuinua mioyo ya watu haswa viongozi wetu ili waweze kutenda haki katika taifa hili ili amani yako Bwana iweze kutawala. Ni hakika, ni kweli, bila haki katika kiti cha wenye mamlaka nchi haiwezi kuwa na amani. Tunaomba e Bwana ukatusaidie kaguse mioyo yao ebwana ili haki yako ipate kutendeka katika taifa hili, ili Mungu wa rehema, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, amani yako ipate kutawala. Tunaomba busara na hekima vikapate kutawala. hata katika nyakati zilizopita ngumu, Mungu tunakusihi, Roho Mtakatifu watu wako ambao, Mungu ametoa machozi, lakini pia Mungu aliyomwaga damu, tunakusihi Mungu uachilie rehema na huruma zako katika taifa hili kwa kuwa kuna damu nyingi ambazo Mungu zimekulilia, tunakusi Roho Mtakatifu uendelee kusema na viongozi wetu wa nchi na wote wenye mamlaka, ili Mungu, Roho Mtakatifu, taifa letu lirudi katika hali ya baraka ya amani na utulivu, ili kila mtu Mungu aweze kuishi kwa kusudi, kwa namna ulivyotuweka katika nchi hii, ili tuweze kufurahia kwa Yesu Kristo. Tunaomba haya tukiamini, Bwana kwamba tunaungana na Wakristo wote na maombi yote yaliyoombwa leo kwa unyenyekevu, tukishuka na kupungua kikusii. Mungu, ukayasikie maombi haya Bwana, tukaone matokeo waziwazi -wazi, ili Mungu ukalainishe mioyo migumu, bali ukalete mioyo ya nyama, lakini pia mioyo yenye unyenyekevu na kusikia na kujali wanadamu wengine na kujua kwamba kila mtu ameumbwa kwa mfano wako kwa kusudi lako katika nchi hii kwa Yesu Kristo Bwana Mwokozi.